mlango wa ishirini na sita. na watu wote wa yuda wakamtoa uzia naye alikuwa mwenye miaka 16 wakamfanya awe mfalme mahali pa amazia babaye huyo akajenga elathi akaurudisha kwa yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babaze uzia alikuwa na umri wa miaka kumi na sita alipoanza kutawala akatawala huko yerusalemu miaka hamsini na miwili na jina la mamae aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Akajitiania amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana Mungu, alimfanikisha. Akatoka akapigana na Wafilisti, akauvunja ukuta wa Gathi na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdodi, akajenga miji katika Ashdodi na katikati ya Wafilisti. Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu waliokaa Gurubaali na juu ya Wameuni na Waamoni. Wakampa Uzia zawadi, likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri, kwa kuwa akaongezeka nguvu mno. Tena Uzia akaujengea Yerusalemu minara penye lango la pembeni na penye lango la bonde na ugeukapo ukuta, akaitia nguvu. Akajenga minara tena nyikani akachimba mabirika mengi, maana alikuwa na ng'ombe tele katika Shefela pia na katika nchi tambarare. Tena alikuwa na wakulima na watunza mizabibu milimani na katika mashamba ya neema, maana yeye alipenda ukulima. Zaidi ya hayo, Uzia alikuwa na jeshi la watu wa kupigana waliokwenda vitani vikosi vikosi, sawasawa na hesabu walivyohesabiwa na Yeieli mwandishi na Maase ya msimamizi chini ya mkono wa Hanania mmoja wapo wa maakida wa mfalme. Hesabu yote ya wakuu wa nyumba za mababa, watu mashujaa, ilikuwa elfu mbili na mia sita na chini ya mkono wao kulikuwa na jeshi la askari mia tatu na saba elfu na mia tano ambao walipigana vita kwa nguvu nyingi kumsaidia mfalme juu ya adui. Uzia akawafanyizia jeshi lote ngao na mikuki na chepeo na deraya za madini na nyuta na mawe ya kupiga kwa teo. Akafanya katika Yerusalemu mitambo ya vita iliyobuniwa na watu wa stadi, iwekwe juu ya minara na juu ya buruji, ili kutupa mishale na mawe makubwa. Jina lake likaenea mbali sana, kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu hata akapata nguvu. Lakini alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka hata akafanya maovu, akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukizia. Azaria kuhani akaingia nyuma yake, na pamoja naye makuhani themanini wa Bwana, mashujaa, wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia, si haki yako Uzia kumfukizia Bwana uvumba, ila ni haki ya makuhani, wana wa Haruni, waliofanywa wakfu ili wafukize uvumba. Toka katika patakatifu, kwa kuwa umekosa, wala haitakuwa kwa heshima yako kutoka kwa Bwana Mungu. Akaghadhibika Uzia, naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukizia uvumba, naye hapo alipoaghadhibikia makuhani, ukamtokea ukoma katika paji la uso wake mbele ya makuhani nyumbani mwa Bwana, karibu na madhabahu ya kufukizia. Azaria kuhani mkuu na makuhani wote wakamtazama, na angalia, alikuwa na ukoma pajini mwa uso, wakamtoa humo upesi hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka, kwa sababu Bwana amempiga. Uzia mfalme akawa na ukoma hata siku ya kufa kwake, akakaa katika nyumba ya pekee, kwa kuwa ni mwenye ukoma; maana alitengwa na nyumba ya Bwana. Na Yothamu mwanawe alikuwa juu ya nyumba ya mfalme, akiwahukumu watu wa nchi. Basi mambo yote ya Uzia yaliyosalia, ya kwanza na ya mwisho, aliyaandika Isaya nabii, mwana wa Amozi. Basi Uzia akalala na babaze. Wakamzika pamoja na babaze katika konde la kuzikia la wafalme, kwa kuwa walisema, huyu ni mwenye ukoma. Na Yothamu mwanawe akatawala mahali pake.